Wapuna... <laughs> walisema, walisema <uende>. hapa ni wapi? <gibu> Bwana, hapa ni terminal three, lakini <gibu> uh, ile dola elfu moja mia mbili tumelipa kimuhemuhe lakini tumelipa eh? <gibu> kwenye jioni <gibu> ya pake, inabidi tusisitize. Bosi James hey, wa ukae kafanya mambo Mba, Ah, bosi James waukaa kaangalia eh, akasema haiwezekani Kay Mziwanda usiende eh, Mzaramo usiende eh, eh, kupitia ya kampuni yake ya Prime Restaurant Dodoma eh, sehemu nzuri kabisa ya chakula wale watu wote eh, mastaa wote viongozi wow, wote mm -hmm, wanaenda pale Prime, time, prime, prime Prime ha, restaurant, utakufa, utakufa, utakufa. Utakufa. Prime Restaurant pale pale, ukikaa unaweza kuwa kama wewe mwandishi na laptop yako unakula prime restaurant, alafu kuna nini hatari <laughs> ile sasa, ile ni kampuni ambayo ya kutoa <laughs> mizigo, umeona, Gift Freight Limited, lakini kuna Gift Traders Limited, wanapatikana Samora. Ukienda Samora pale mizigo yako inasafirishwa na wanapokea yani, kutuma, kupokea, wanakutolea mizigo kwa gharama nafuu kabisa. Wao wamehakikisha, Bwana Kay Mziwanda na Mzaramo wa Simba mtasafiri, acheni kulialia, subiri Mzaramu, msione kama tunapiga tangazo uh -huh, tuna haki ya kumzungumzia bosi James, tuna haki ya kuizungumzia uh, gift trade, tuna haki ya ku, kuizungumzia gift freight jamani, na prime restaurant tumelipia, yes, mm, dola elfu moja na mia mbili jumla na mwenzangu dola e elfu mbili mia nne alafu, tunaenda kibosi, eh kafanya mambo makubwa yes. Yeah. Yeah, hmm. Kibiswa wala naambiwa kwamba Ah, ah, hila, ah, huyo alosema itakuwa kichwa chake eh, cha Yanga alafu, Yanga alikuwa ana jambo lao, wakiwa wana jambo lao, si unajua kidogo ubongo unatika, mambo yanakuwa mengi. Ah, hey, eh, kwa hiyo huyo aliosema mkamchunguze hapo alikuwa yuko na mkewe mm -hmm, au alikuwa yuko kwenye jambo la timu yake Yanga e, ya. Eh. Sasa hivi mnabidi moyo wakini sana hawa watu wanaendelea kuchanganikiwa. Sasa hivi wamekuwa wanaimba kama kwe. Zuchu hatuchezi <laughs> <laughs> mda wote wanaimba tu, hatari sasa mtu unamwona lingine janaume na midefu linao hatuchezi. Kwa hiyo ah, hatu mwangalie mwa, mnawahurumia huu mpira yeah, msije mkawasema vibaya sana, kwa sababu watari ndo wanaenda kuharibikiwa. Hali imekuwa mbaya, hali imekuwa mbaya. Ndio maana unaona sasa hivi tunataka tuachukue tuwapeleke studio wakatoe hmm, ngoma. Jamani, sisi ndo mashabiki pekee ambao hatujasafirishwa. Hatuhitaji kusafirishwa, ila tulichokifanya ni kuhakikisha kwamba tumetimiza uh, adhima ya klabu ambayo imetajwa na nani? Kaka, jina langu ndio limenifanya. Hey, unafikiri so. Una, unafikiri bila jina langu ningepewa uambasada? <laughs> <laughs> <laughs> hey, <kime> hata <laughs> kinyago akifikia kama Kei atasafiri. <laughs> <laughs> hey, kwani kinyago kwenda ataki? Si unamwona kinyago kwenda utaki ngedere, sio kwamba ataki chai, hiyo chai kuifikia ndo mtiani. Ah, sio tunawaambia tu waendelee kucheza lakini pale mkwakwani nyasi zile zitachimbika yeah. Na wajerajera unajua wanacheza lini kwani? Ah, tarehe 18. Mimi hata ratiba zao sijui. Tarehe 18 tutakuwa tusharudi hapa sio, tunarudi 17 baada ya kuwa tushamnyoa mwarabu ndevu zake sio, tunaruka sasa tunarudi hapa. Kwa hiyo wao, si James umwambie atupokee. Kwa hiyo wao sasa hivi wanahesabu mabasi yamefika 70, sisi tunahesabu mwewe. Ah, wakiwa wanakwenda Jimmy Kindoki sijui nani kina nani godi Yanga wote, wakiwa wanakwenda wanahesabu miti mpaka hesabu inawapotea, kumi na sita kumi na nane na tano mia sita mpaka wanafika <laughs> kule. <laughs> na Kidulanzi hatujamtaja, na Kidulanzi atahesabu miti hapa tumwambia atapigwa fimbo. Anaishi aliishia kule mara moja tu akatukana watu Kidulanzi. Kidulanzi anajijua Kidulanzi. Aliishia kule mara moja tu akatukana watu. Lakini sisi tumekula mwewe mara kwa mara. Wewe bwana, terminal 3 South Africa ulikwenda passport ili kwa mara kwa mara ya pili, mara ya tatu. Mara ya kwanza ulipanda kibakubaku, ukataka kutoa machozi ukaa, kumbe ndio ziko hivi ndege ukikaa unatulia, mara ya pili bwana matokeo yanapatikana kule. Ah, una wasiwasi bwana. Hii sio Simba ya kufungwa goli nne tano. Hii Simba mm. ya jahenda, <laughs> ubaya ubwela ndio maana eh, hata mwenyewe huyu bwana anakwenda. Lakini Kidulanzi hajaenda Moroko, huyu anakwenda ubaya ubwela na nimesahau kibegi, kinakwenda. tumeliacha kapu tu kwa bahati mbaya eh. Kibegi kimepanda ndege kuliko watu wengine Kib... eh. hii kimebanda huyu kupita Kidulanzi Mm. Ubaya eh, yeah. <laughs> Yeah, ubwela Kiduranzi yeah, Kiduranzi ana watu. <laughs> anam... Well, wote wanamjua, we ukimwandika Kiduranzi bwana, una ujumbe wako wake anasikia. Huyu ubaya ubwela kapanda huyu staa kuliko Kiduranzi. Sasa anapanda ndege kubwa anaenda huku. Anataka kurudi lakini amekubali yaisha. Eh? Anataka kurudi bwana. Nani? Kidulazi? Unampokea. Kidulazi? Aende kufanya nini? Ah, kazi gani wewe unampa? Akae kule kule. Ah, sisi hatulei wazee. Ah, sisi hatulei wazee. Hatutaki. Wewe ni mzee tena? Ah, kule ukishakuwa kule akili si natembe mnuka? Sisi hatulei wazee. Eh, ikiwa kule akili inatembe mnuka. Sema sema jana utani kusafiri na ndege mbaya. Eh? Pasipoti yangu toka nimeipata kwa mara ya pili nagongwa muhuri. Mm. So, bwana tukirudi kwanza tarehe uh, uh, tare kumi tare kwa e, kwa kwa kwa kwa kwa e, na nane ngapi ngapi, kabla ya tarehe ishirini na tano tuende Dodoma, pale kwa bosi Jemsi prime restauranti, pale tukale tuwachukue na hawa mabwana, sababu bosi hana tabu, kila kitu mnakula ile ya mama ile SGR <laughs> na ukifika pale bosi Jemsi analeta V8 tunakwenda tunakwenda siku hiyo hiyo kula tu na kurudi, mkapaone na nyinyi prime restaurant. Nasemaje? tunafanya kama nani, huu nini unaita, tunafanya kama travel ile kwenda kwenda kutalii, si ndio? Ila tunaenda kwenye chakula pale. Ipo wa muhayya kashamsu min kamudhi wa safara, ila tumkarau Mtume Ali chini aliokota chini, ukishuka juu ukishuka chini, unapiga <laughs> lakini hata yule anayofanya diet pia <laughs> yeah ipo ile nyama na mboga mboga ngogwe kidogo na nini, nyanya chungu kila kitu, mm. Ngogwe si ndio? Nyanya chungu ndio. Tunaenda hawa tuwaambie, tuage bwana, lakini si wasikose Dodoma, twende yes. Mwambie bosi James kule mm. Ah, hamna tabu sio, na wasiwasi, tutasubiliwa u tu, tu, tutasubiliwa <laughs> mpaka kwenda, watu walitaka kukutia makofi, mimi nikawa na kukinga Yeah. Yeah. Umefanyaje? yeah. okay. Tunaomba tuwaage, tukutane hapa tarehe kumi na nane asubuhi, alfajiri, tunakwenda kwa ajili ya kumwakilisha mnyama. Uh, tunaiombea dua timu yetu tukiwa tumejipanga kwa ajili ya kupambana. Au masuala mengine ninayoyasikia ya kaushia, ni sababu natakuwa muongelee jambo la kinchi tu kwamba mnyama yuko moroko kwa ajili ya, lakini uwambie ya... kabisa usisahau hmm. wakiona Kei hawajakuona mchimba visima vya mafuta kaoa. hey, nimejipanga si fainali ndo hii ndo anakwenda kwa hiyo kule kasema ndoa. Huko kuna waarabu wanamuulizia oh, yuko yule dada, dada kwa hiyo akipatikana visima vya mafuta, mimi nitatia umu mahali mm. wakiniona nimerudi moroko mm. wakiniona tu siku mbili tatu nimeanza kubadilika mm. unajua, nimepata mubaba wa kiarabu mwenye visima utafua mijinzi siwezi. Ufua majinzi majin. ya mume. Ah, lazima naam naam, bana taam, lugha tur Arabia. Shukrani sana, asanteni.